Daraja la Kigongo Busisi, daraja ambalo serikali imewekeza hapa zaidi ya shilingi bilioni 716. Kwa sasa, daraja hili ujenzi wake umekamilika kwa asilimia 100 na kuifanya daraja hili kuwa daraja refu zaidi ya Afrika Mashariki na Kati kwa kuwa na urefu wa kilomita tatu. Kilichosalia sasa ni uzinduzi na ufunguzi rasmi wa daraja hili Juni 19 mwaka huu wa 2025 Rais Dr. Samia Suluhassan atafika hapa kuzindua daraja hili na kuanza kutoa huduma rasmi kwa wananchi. Tumekutana na CPA Elinani Kimaro ambaye yeye ni mchambuzi wa fedha na kodi kutoka ofisi ya madini mkoa wa Mwanza, anasema daraja hili ni turufu katika kukuza sekta ya madini katika mikoa ya Kanda ya Ziwa. Mimi kwa tathmini yangu naona, eh, daraja la Busisi itakuwa na mafanikio na manufaa makubwa sana kwa ni sekta ya madini kwa sababu linakwenda kufungua njia kwa ajili ya kupeleka huduma na bidhaa migodini. Ni mkombozi mkubwa sana wa sekta ya madini kwa Kanda ya Ziwa, kwa sababu kabla ya hapo palikuwa pana kikwazo sana kuvuka pale, na wakati mwingine ilikuwa ni lazima hata watu kutumia njia ndefu na kusafiri masaa marefu kwa sababu ya, ku... ya, ku... ya kuhofia E, muda mwingi kwa kupoteza kwenye eneo la kivuko pale, ila sasa hivi tunajua alipo. Kwa hivyo ni manufaa makubwa sana ambayo yanapatikana kutoka kwenye uwepo wa hilo daraja. Kilomita chache kutoka katika daraja hili, mgodi mkubwa wa Sota Mining unakwenda kufunguliwa na kuifanya daraja hili kuwa kichochoo muhimu katika kukuza shughuli za mgodi huo. Kama unavyofahamu tunategemea kuwa na mgodi mkubwa wa Sota Mining maeneo ya Nzanzaga, Nyangoma na mgodi huo utahitaji bidhaa nyingi kutoka upande huu wa ziwa ambapo e, zinakwenda kwa njia ya barabara. Sasa, kabla ya uwepo wa daraja tulikuwa tunatumia kivuko ambacho kwa wastani inachukua hadi masaa mawili mpaka matatu kwa gari kuvuka. Kwa hiyo kulikuwa kuna ucheleweshaji mkubwa wa bidhaa na huduma kuvuka kwenda upande wa pili, lakini uwepo wa daraja tutarahisisha sana ukoa muda, mathalani kutoka masaa mawili mpaka dakika tano kuvuka kutoka upande huu wa Mwanza kwenda upande, upande wa Sengerema. Hiyo ni manufaa makubwa sana, lakini hata watumishi sasa hivi kwa ilivyo, ni rahisi hata mtumishi wafanyakazi wa Nyanzaga kuishi Mwanza wakafanya kazi mgodini na wakaenda bila stress, lakini hata wananchi wa kawaida ambao wanapata fursa kule mgodini mawasiliano movement za kati ya upande wa Mwanza na Sengerema zitakuwa ni rahisi sana. Kwa hivyo ni, ni da, ili daraja kusema la kweli ni mradi mkubwa wa serikali mkakati ambao unaenda kuokoa rasilimali muda wa wananchi na watu wote ambao wanafanya biashara na mgodi, na si mgodi huo Nyanzaga peke yake, lakini pia kuna mgodi wa jiji ambao uko Geita, mgodi mkubwa sana. Movement ya bidhaa kutoka Mwanza kwenda na ambao unategemea sana pia eh, baadhi ya bidhaa na huduma kutoka Mwanza, jijini Mwanza na wenyewe utapata manufaa ya hili daraja, lakini pia kuna mgodi wa Bakrifu Stamigold, yote hiyo itanufaika sana kwa kiasi kikubwa na uwepo wa daraja hilo. Ama kwa hakika daraja la Kigongo Busisi katika sekta ya madini ni kiungo muhimu katika kukuza sekta hiyo muhimu katika maendeleo ya taifa la Tanzania. Mimi ni James Lerombo.